West TV. Na ukiachana na sakata la mchezo wa kali ya kodabi, Simba Sports dhidi ya Yanga African, sakata jingine ni kurekea mchezo wa Simba Sports dhidi ya kikosi cha TMA. Kikosi hiki kinashiriki ligi daraja la kwanza, kinakwenda kukutana na Nyama Simba ambaye ameshindwa kucheza mchezo wake wa dabi dhidi ya Young African. Kwa mujibu wa afisa habari na mawasiliano wa Simba Sports Club, Ahmed Ali, anasema hasira zao zote wanakwenda kuzimalizia katika mchezo huu, ambapo Simba Sports iliogomea mchezo kutokana na kushindwa kufanya mazoezi kama kanuni za bodi ya ligi zinavyosema, siku moja kabla ya mchezo, muda ambao timu hizo zitakuwa zikicheza. Kwa hiyo Ahmed Al ameweza kualika kuwatoa hofu wapenzi na mashabiki wa Simba kwamba waende uwanjani wajae, lakini kubwa zaidi wanakwenda kufurahia kile ambacho kinakwenda kutokea uwanjani. Na ishu ya sakata la Simba Sports, Yanga na TFF, Ahmed Al anasema kwamba Simba Sports wao hawana tamko jingine lolote, wameisikiliza na wameielewa taarifa ya bodi ya ligi kuhusu eh, wao eh, kuto eh, kuhusu mchezo wao dhidi ya Young Africans, kupangiwa tarehe nyingine. Hivyo basi, Ahmed Ally ameweza kusisitiza kwamba hakuna kitu kingine ambacho Simba Sports kwa sasa inawaza zaidi ya kusubiri tarehe ya mchezo ipangwe, huku Yanga nao wakitoa msimamo wao kwamba mchezo wa Simba dhidi ya Young Africans nambari 184 umekwisha, hawataucheza tena na wakishindikiza kwamba TFF na bodi ya ligi wawape pointi zao tatu, lakini pia wametoa tamko kwamba hawana imani na Steven Mguto pamoja na katibu wake Almasi Kasongo katika eneo la uongozi wa bodi ya ligi. Hivyo basi wanahitaji wajitathmini, aidha wajiudhuru.